Dimitar Pandev kusubiri miezi saba ilikuwa kocha mkuu ndani ya Simba Sports Club. Iko hivi ili kocha Dimitar Pandev alosiwe kusimama na kuhudumu kama kocha mkuu anapaswa kufanya usajili wa kuanza kusoma kozi ya CAF, Diploma A popote pale Tanzania au nje ya nje ya Tanzania. Kwa sasa kozi za CAF, Diploma A inaendelea Tanzania hivyo hawezi kusoma hadi itangazwe tena mwezi Mei mwaka 2026 na itamchukua miezi takribani saba endapo atahitaji kusoma kozi hiyo hapa Tanzania. Kwa njia hiyo atakuwa amechelewa sana. Aidha, kocha Pantev inabidi afuatilie ni wapi hiyo kozi itaanza hivi karibuni, ili ajisajili na aanze kuisoma hata kama ni nje ya nje. Hapo ndipo mfumo wa CAF TFF na TPLB utamkubali kukaa kwenye benchi la fundi la Simba Sport Club kama kocha mkuu na sio meneja kama ilivyo kwa sasa. Aliweza kufunguka mda huyo wakati akitolea maelezo jinsi gani ambavyo eh, meneja mkuu wa klabu ya Simba Sport Club Dimitar Pandev anatakiwa kuwa kocha mkuu kusimua kama kocha mkuu, endapo atatimiza vigezo hivi ambavyo vimeweza kuainishwa, ambavyo vigezo hivi vitamfanya aweze kusomeka kwenye mifumo ya kafu TFF, na bodi ya ligi ya Tanzania TPLB, hivyo kwa sasa hata someka kwa kuwa anasomeka kama ni meneja wa klabu ya Simba. Sasa kama atakubali kuweza kusomea hiyo kozi kwa hapa Tanzania, yani CAF diploma A, ambayo kwa hapa Tanzania sasa itachelewa kidogo, itaanza eh, Mei 2026. Basi itamlazimu angalie inji nyingine ambayo wanafundisha hiyo kozi ya CAF eh, diploma A ili aweze kujiunga na kujiandikisha. Pindi tutakapojiandikisha basi ndipo atasomeka kama ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Ila kwa sasa kutokana na vigezo vya kukosa diploma A ya kafu, basi hasomeki kama ni kocha mkuu, ila anasomeka kama meneja wa klabu ya Simba, hivyo atamfanya aendelee kubaki benchi bila kusimama kama kocha mkuu, na Suleiman Matola atabaki kuwa kocha mkuu kocha, e, meneja Dimitar Pantev, yeye ni meneja ambaye alitoka kama kocha. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zilikuwepo kwa timu ya Gaborone United ya Botswana, ambapo huko alisemwa kama kocha mkuu, lakini cha ajabu alipofika kwa Simba, basi mifumo ikawa inatofautiana kwa kuwa mfumo wa CAF, mfumo wa TFF na TPLB ukawa hamruhusu kuwa ni kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, hivyo kumfanya baki kuwa meneja, ili sasa aweze kupata eh, leseni ya kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba, itakiwa ajiunge na kozi ya CAF Diploma A ambayo eh, ita fanya aweze kuwa kusimama kama kocha mkuu wa klabu ya Simba Sport Club na sio meneja kama ilivyo kwa sasa. Hivyo tegemee kocha huyo baada ya mie, mie, miezi saba, kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba.